Yes, karibu Mwalimu Group Limited. Leo mbele yako nipo tuongee mambo mawili matatu katika ufugaji. Na mambo ambayo nitaongea leo ni mambo ya msingi sana ambayo yatakusababisha wewe upate matokeo bora na ya kuridhisha katika ufugaji wako na utotoreshaji wa vifaranga. Kuna mambo kama manne ya msingi ambayo ukiyafuatilia na ukayaekea maanani, hayo mambo manne ya msingi na u wewe ukiwa na incubator yako unaweza ukapata matokeo ya kuridhisha. Jambo la kwanza ni kiwango cha joto katika incubator yako. Jambo la pili ni kiwango cha unyevu katika incubator yako. Jambo la tatu ni ventilation circulation ya hewa kati ya incubator yako na mazingira yaliyopo. Hewa inahitajika hewa hii ya, ya, ya oksijeni inahitajika iingie hapa ndani ili kuwe na ili ipunguze ile hewa ya carbon dioxide na kupunguza joto ndani ya incubator. Hiyo ni point namba tatu ya circulation nzuri. Uwe na circulation nzuri. Incubator yako inabidi we ya na circulation nzuri ya hewa. Nimesema joto, nimesema unyevu, nimesema ventilation, circulation nzuri ya hewa. Kuna jambo la nne candling, au upimaji wa mayai. Hilo ni jambo la msingi sana katika ufugaji, na hilo ndio jambo ambalo tutaenda kuzungumza leo, upimaji upimaji wa mayai. Kwa nini tupime mayai? Upimaji wa mayai ni prosesi ambayo inatusaidia au inakusaidia wewe mfugaji kufahamu progress ya urutubishaji wa mayai katika incubator yako na prosesi hiyo huwa tunaifanya kati ya siku ya saba mpaka siku ya kumi na moja ni kati ya siku ya saba mpaka siku ya kumi na moja kama nilivyosema awali prosesi hiyo ya upimaji wa mayai inakusaidia wewe mfugaji kuwa kujua progress au kujua nini kinaendelea katika urutubishaji wako wa mayai ni kati ya siku ya saba mpaka ya kumi na moja ndiyo candling inapotakiwa kufanywa, na ina faida nyingi katika ufugaji wako. Faida namba moja unakuwa una, una na idadi kamili ya, ya mayai au vifaranga ambao utavipata baada ya siku ishirini na moja. Na faida ya pili ya msingi kama wewe ni mfugaji na una kuku unafuga, uta, utapata matokeo au utaweza kugundua una ratio nzuri ya majogoo au una, utaweza kugundua mambo mengi hapo katikati ambapo hayo mambo utayapata kulingana na yale mayai ambayo yatatotoleshwa na mayai ambayo yatabaki. Tunapima hayo mayai ili kugundua mayai ambayo yana kiini na mayai ambayo hayana kiini. Mayai hayo tunayajua kati ya siku ya saba mpaka ya kumi na moja ili kwamba ma, yale mayai ambayo hayana, hayana kiini tuyatoe mapema kabisa katika inkubeta yetu tubaki na idadi ya mayai ambayo yana uwezekano wa zaidi ya asilimia tisini yenyewe kutotolewa. Na issue ya candling unaweza ukaifanya, ukiachana na siku saba mpaka ya 11 unaweza ukaifanya siku ya kwanza kabisa, wakati unaweka mayai yako kwenye mashine. Na kama umeshafuatilia video zetu, huwa tunatoa ushauri, au ni moja ya kanuni ya mafanikio katika matumizi ya incubator yako. Mayai ambayo yanabidi yaingie kwenye, kwenye incubator yanabidi yana siku moja mpaka tano au umezidisha siku sita toka yametagwa. Sasa kuna hii candling ya siku ya kwanza au upimaji wa siku ya kwanza. Upimaji wa siku ya kwanza ni kuyajua mayai ambayo yenye crack. Mayai yenye crack yakiwekwa kwenye mashine moja kwa moja hayataleta matokeo, kwa sababu mayai yenye crack yatazuia kiini kutengenezwa ndani ya yai wakati wa urutubishaji. O, mayai yenye kreki tunayotoa kabisa siku ya kwanza, kama utapima siku ya kwanza, mayai sawa. Ila candling ya siku ya saba mpaka kumi na moja hapo katikati ni candling ya muhimu sana ya kujua progress ya mayai au nini kinaendelea katika urutubishaji wako katika incubator. Na mambo nikirudi, ni juma jambo la msingi nalo la kuzingatia katika incubator yako. Incubator yako inabidi iwe na turning, hey, incubator yako inabidi igeuze mayai, tano ya msingi Jambo la kwanza ni kiwango cha joto, jambo la pili ni unyevu, jambo la tatu ventilation, jambo la nne candling, jambo la tano ni turning. Mayai yanabidi yawe yanageuzwa. Yale mambo matano ya, ya msingi ukifuata hayo utapata matokeo. Narudi kwenye mada yetu ya leo ambayo ni upimaji wa mayai au candling. Katika upimaji wetu wa mayai ya siku ya saba mpaka ya kumi na moja tuta ili tu, tugundue sasa mayai yapi yana mbegu au yapi hayana mbegu Yai ambalo utaliweka kwenye tochi, yai ambalo utalimweka kwenye tochi au utalimulika kwenye tochi, yai linabidi, yai ambalo litaonyesha au litapitisha mwanga wa tochi, hilo yai moja kwa moja ni halina mbegu. Tukumbuke mayai, yai limekaa siku moja mpaka saba, au mwingine atapima siku ya kumi na moja, limeshakaa kwenye mashine zaidi ya siku saba, kwa lazima ndani kuwe na kiini au kiini lazima kiwe kimeanza kujitengeneza ndani ya yai. Kwa hiyo moja kwa moja yai ambalo litapitisha mwanga mwanga utaonekana, ilo yai halina mbegu. Ila mayai ambayo hayatapitisha mwanga au yai ambalo utalipima, wale wanaopima mayai siku ya saba utalipima, litaonyesha donge la damu ndani, kiini, ilo yai ni zima, tunaliweka kwenye mashine ili liendelee kurutubishwa. Hiyo ndiyo namna sahihi au jambo la msingi sana katika ufugaji wako, unabidi ulifahamu. Kwa mambo yote haya ya ufugaji na namna ya matumizi sahihi ya incubator, au utumie incubator gani, yote utayapata Mwalimu Group Limited. Ushauri, unahitaji ushauri, unaanza kufuga e, tukushauri utumie incubator gani e, labda unafuga, una, unafuga nyumbani au unafuga kibiashara, kwa, kwa ushauri na elimu ya incubator utazipata kwetu tunapatikana Dar es Salaam Goba njia nne. Wateja wa mikoani, huduma itakufikia popote ulipo, na malipo ni baada ya kupokea. Usiwe na wasiwasi na huduma yetu.